Hiyo nyimbo mpaka sasa imeleta impact gani katika jamii? Italeta impact nzuri sana kwa sababu inakuwa inawasaidia watu kufunguka macho kuhusu manabii ya uongo, na wengi naamini kwamba watakuwa sasa hivi wanaweka makini pale wanapokuwa wanamwamini mtu kwa ajili ya Kumu... kumtumia ili kufikisha neno la Mungu au kulielewa neno la Mungu. Ni kitu gani ambacho kimekushawishi hasa kuingia katika tasnia e, hii ya muziki nchini? Mm, kiicho nishawishi ni kwamba mimi na nimekuwa niki promote kipaji changu, lakini sikuwaipate ile kujiamini kwamba mimi naweza, kwamba mimi even ntaweza nitaweza kuwa kama Nandi kama Zuchu kama Diamond, kama nani. Kwa hiyo ile kujiamini kwangu mimi mwenyewe ndio kanifanya sasa moja kwanza ni Take a step. No? Yeah. My... unasoma shule za kipaji, moja ya vipaji ni uimbaji wa mziki mm, wanatekeleza je? yeah. yeah. hakuna changamoto ambayo, yote ambao unakutana nao katika tasnia yako ya mziki, ukiwepo shuleni na unaipiga shule huku unaenda na mziki mm? changamoto inakwepo, ndio lazima itakwepo kwa sababu kila kitu kinakuwa kina kwa kina a price. yeah. kwa hiyo changamoto moja hapo ambayo mimi naipitia ni pale inapokuwa nashindwa kuhudhuria vipindi sometimes kwa sababu ya schedule zangu za muziki. Kwa hiyo kuna muda ili niepushe hivyo, lazima tu nijipeleke boarding, au kuna muda lazima nitoke boarding, japokuwa kuna muda iruhusiwi, labda ni darasa la kimtihani, labda nikiwa labda form 4, alafu ndo niambiwe kwamba nikae boarding, itabidi tu nitoke kwamba nianze kuwa day ili nipate nafasi weekends nini zile, ili katika nyo... vita zako, hakuna mtu yoyote ambaye ushe kumpenda kimahusiano wewe mwenye nafsi yako mwenyewe, labda wakorea kwenye <laughs> ni mchezo gani ambao unapendelea, au ni kitu gani ambacho unapendelea ukiwa free unakifanya, ukiachana na tasnia yako ya muziki? Mimi sio mtu ambaye anapenda sana michezo, lakini huwa anapenda nicheze netball au volley au sana sana, mara nyingi huwa sichezi. Napenda sana nikiangalia zile football za wadada wakiwa wanacheza mpira De. Wakati unaanza tasnia yako hii ya mziki, wakati majirani zako, mashoga zako, nawaeleza kwamba nataka niingia kwenye mziki rasmi, walikushauri nini na nini hasa ulikipata kutoka kwao? Mashoga zako, marafiki zako, wao walikuwa wow, wanajua uwezo wangu na walivyosikia kama marafiki zangu pia walifurahi, na wakaona ni jambo zuri sana sana. Ushauri waliniambia kwamba nisikate kwa sababu wengine wali, nilikuwa napita napitia kwa mfano shule nakuta wengine wananiambia yaani, kwanza, sasa hivi kwanza uanze usanii, yaani, utuoni. Naambia mbona mimi nawaona tu kawaida, au kitu gani tena kimeongezeka kwao? Nakuta ile mambo maneno maneno anaweza akamkatisha mtu tamaa. Marafiki zangu nakwambia usijali bana. Wakati ukiwa unaimba shuleni, hakuna changamoto zote za walimu, labda za kukufuata na kukuambia kwamba achana na mziki endelea na masuala ya elimu? Mm, zipo baadhi, lakini sio wote. Kwa shule yangu wengi wanafurahia na wanasema kwamba endelea, lakini usisahau tu mambo ya masomo na balance, ila kuna wachache ambao ndo walikuwa wananiambia kwamba kwamba, Miki, uone kwamba unapoteza una, una una muda wako kwamba sahivi ni bora ungebe sana na elimu yako, umalize kwanza elimu ndio endelee na muziki, sio unachanganya hivi vitu, utayari mshika mawili mmoja mponyoka. Kwa hiyo akawa ananiambia kwa kwamba hivyo achana achana na elimu uendelea kama hivyo, achana na na muziki, au kama unataka muziki hivyo yo well, ila niliwasikiliza na heshima kwa wakubwa wangu, yote na yote, najiamini kwamba naweza nikabana.